Mfumo wa anga wa Iran umeyadungua makombora mengi ya Israel yaliyokuwa na ulenga mji mkuu wa Iran Tehran. Video iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, na shirika la habari la Mehr News Agency imeonesha jinsi mfumo huo ulivyokuwa thabiti kuyadhibiti makombora hayo. Iran na Israel zinaendelea kushambuliana, ikiwa leo inaingia siku ya sita tangu Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, kisha Iran ikakataa unyonge na kuamua kujibu vikali. Wakati hayo naendelea jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema mapema siku ya leo kuwa makombora ya kasi ya juu yaani hypersonic missile yametumika katika shambulio la hivi karibuni dhidi ya maeneo ya Israel. Mashambulio haya ya leo ni wimbi la kumi na moja la mashambulizi ya operation ya kijasiri ya ahadi ya kweli ya tatu likitumia makombora ya Fatah One, ilieleza taarifa ya IRGC. Taarifa ya walinzi hao imesomwa na televisheni ya taifa ya Iran, na kuongeza kuwa vikosi vya Iran vimepata udhibiti kamili wa anga ya maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu baada ya shambulio hilo la karibuni kufanikiwa kupenya mifumo ya ulinzi ya Israel. Makombora ya Iran yaliifyatuliwa mapema alfajiri ya leo na yamesababisha moto katika maeneo ya katikati ya Israel. Shirika la habari la Iran Fars limesema mojawapo ya shabaha zilikuwa kituo cha anga cha Meron kilichoko kaskazini mwa Israel, ingawa haijathibitishwa kama kililengwa moja kwa moja, kutokana na udhibiti mkali wa kijeshi nchini Israeli wakati wa vita, vyombo vya habari haviruhusiwi kuripoti iwapo maeneo nyeti yameathiriwa. Eneo lingine lililoshambuliwa mapema jana ni Hezria, ambapo mabasi yaliwaka moto. Vyombo vya habari vya Iran vinasema eneo hilo lilikuwa kituo cha kijeshi. Mapema leo mashambulizi makali ya anga ya Israel yaliolenga mji mkuu wa Iran Tehran, ikiwa saa chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutaka Iran isalimu amri bila masharti Marekani ilituma ndege za kivita mashariki ya kati, huku Trump akitoa matamko kadhaa kuhusu mgogoro huo ikiwa ni pamoja na kumwonya kiongozi mkuu wa Iran Ayatullah Ali Khamenei kwamba Marekani inajua alikojificha, lakini haina mpango wa kumuua angalau kwa sasa. Kauli hizo zimezua mkanganyiko kuhusu nafasi ya Marekani katika mzozo huo huku wakazi wa wa Tehran wakikimbia makazi yao katika siku sita ya kampeni ya mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya miundombinu ya kijeshi na nyuklia ya Iran. Israel inasema mashambulio hayo makubwa ni muhimu ili kuzuia Iran kupata uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Kufikia sasa watu wasiopungua mia mbili ishirini na wanne wamewawa nchini Iran, huku taarifa za majeruhi na vifo nchini Israel zikiwa hazipatikani kwa urahisi kutokana na kudhibitiwa kwa vyombo vya habari. Naye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya kuwa jaribio lolote la kubadili utawala nchini Iran kwa njia machafuko halitatuliza machafuko bali kuongeza machafuko. Hapo jana rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani inajua mahali alipo kiongozi mkuu wa Iran alipojificha wakati huu ambapo mzozo kati ya Israel na Iran ukiendelea kufukuta, lakini akasema kuwa kwa sasa haina nia ya kumuua. Kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii, Trump alitoa wito kwa Iran kujisalimisha bila masharti, wakati vita hiyo ikiingia siku ya sita. Tunajua kwa uhakika mahali alipo kiongozi mkuu ni shabaha rahisi, lakini yuko salama huko. Hatutamshambulia wala kumuua, angalau kwa sasa, lakini hatutaki kuona makombora yakielekezwa kwa raia au wanajeshi wa Marekani. Uvumilivu wetu unakaribia kuisha. Matamshi haya ya Trump yanazidi kuwa vitisho dhidi ya Tehran, huku pia akiwataka wakazi milioni 9.5 wa Teherani kukimbia ili kuokoa maisha yao. Naye kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amemjibu Trump akisema kuwa haitaionea huruma Israeli wakati vita kati ya madui hao wa muda mrefu vikiingia siku yake ya kia sita. Pia amepuuza mwito wa rais wa Marekani wa kuitaka Irani kusalimu amri. Khamenei amesema hayo katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, na kusema kuwa lazima tutoe jibu kali kwa utawala wa kigaidi wa kizayuni, hatutaonea huruma wa zayuni. hii ni Msasa Media. endelea kuwa nasi kupitia mitandao yote ya kijamii tunatumia Msasa Online, endelea kwa karibu nasi, Msasa kisasa zaidi.